Haleluya, haleluya haleluya, nawasalimia katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu. Acha tuende kuangalia neno la Mungu kwa siku ya leo itaenda kutuongoza haleluya, kwa kwenda kuomba Mungu kwa siku ya leo haleluya. Eh, tutaenda kuangalia neno ambayo. Ni mimi naitwa Pierre Arushimana katika nchi hii kuu ya Mjibiji na tunaenda kuchangia hii neno ambayo inakutanika katika wa, kukye, barua ya Paulo kwa Wakorinto wa kwanza, barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorinto sura yake ya, ya ine mstari wa kwanza. Tunaenda kuluka sura yake ya, ya kumi na tano mstari wa tisa hadi kumi na moja bila kukawia, achatusome mutu na atuhesabu hivi watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inavyohitajiwa katika mawakili ndivyo mutu aonekane kuwa mwaminifu. Amena amena. Achatuluke kumi na tano, sura ya kumi na tano, kitabu hicho hicho Mstari wa tisa hadi wa kumi na moja. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiye stahili kuitwa mtume, kwa sababu niliuli, nili, nililiudhi kanisa la Mungu, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bule bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wale, ndivyo kuhubirivyo na ndivyo ulivyoamini. Amena, amena. Eh, neno tutaenda kuzungumzia ni kuhusu Mtumishi wa Mungu anayefaa Haleluya. Tukizungumzia kuhusu mtumishi wa Mungu tutaenda kuzungumzia vipengele kama vile, tukiacha introduction, tutaenda kuzungumzia kama vile vipengele vitatu, na katika vipengele hivyo vitatu tu tutaenda kuzungumzia kuhusu huduma tofauti huduma tofauti. Amina. na baadaye tuenda kuzungumzia kuhusu kazi ambazo zinapatikana katika huduma weza kusema kweli kazi imefanyika. Kwamba kweli nimefanya kazi amen. Na Paulo alisifika wakati anasema, mimi nimefanya kazi amen. Lakini hizo tatu atazungumzia leo. Leo tutazungumzia hii ya kwanza tu, hii ya kwanza tu, ambayo inasema

Hapo hapo na baadaye ndio tutaenda kuzungumzia hiyo wengine sir zingine vipengele, lakini kuangalia hapa pa kwa kwanza, tuangalie kwanza kazi ya Mungu jinsi ilivyo. Katika introduction yangu ni kwamba ukisoma Wakorintho wa kwanza sura yake ya tatu mstari wa tisa Biblia inatuambia ya kwamba, kuhusu watumishi, inasema ya kwamba tuko tuko watumishi pamoja na Mungu maana yake unamwakilisha Mungu. Amen, na hapo hapo inaonyesha ya kwamba mtumishi wa Mungu yeyote yule anaweza kuanza. Amen, anaweza kuanza, lakini tukisoma huyu Paulo ambaye alisema ya kwamba alionyesha kwamba sio ambaye alikuwa anaanza, pana, alikuwa ni mtu alikuwa na uzoefu na alifanya kazi pamoja na Mungu wake. Bwana wetu asifiwe sana. Na hapo hapo tukiangalia tena, kati ya kazi ya Mungu inaonyeshwa kwamba kazi ya Mungu tunatumwa kufanya kazi katika kondoo wa Mungu, kwa sababu hapo ndio alisema ya kwamba nyinyi muko shamba la Mungu. Paulo akasema mambo kama hayo kwa ajili ya kuonyesha ya kwamba kazi siyo ya kwake. Haleluya! Najua pale mstari wa kwanza akasema watu, sura ya ine, watu na watu watuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Haleluya! Kwa hiyo unaona ya kwamba kuanzia wakati Mungu anasema kuhusu kanisa, Yesu mwenyewe alisema neno moja hapa, akasema kanisa langu. Amen. Na, mis... na misingi ya kuzimu Ehe. Na nguvu za kuzimu hazitaweza kusimama mbele ya kanisa langu. Yesu ndiye alianza neno kuhusu kanisa lao. Na wakati sisi tunatumwa kufanya kazi kati ya kanisa, ni lazima tujue namna gani ya kutembea. Tuko watumishi tu. Amen. Na ndio sababu Paulo kaniye na watu wape hesabu hivi kuwa tu watumishi. Neno la Mungu tena kwa watumishi wa Mungu. Amen. Amen. Hapo ukiangalia kusema hii kazi ya kusema wa watumishi ndio inasema ministers. Ministers, hiyo ndio inasema ni inaweza kusema kwamba mtumishi inasema ya kwamba inaonekana kwamba ni kazi ya jeni ambao watu wengine wanaweza kuwa wanasabu, lakini Mungu hiyo inataka a kazi ya Mungu inaweza kuonyesha kwamba unyenyekevu. Kitu cha kwanza unyenyekevu, kwa unye na kuonekana kwamba jukumu ambayo Mungu mwenyewe amekupatia ili uweze kukamilisha kazi yake kusema utumishi kwamba kwa, kuna kazi unaenda kufanya kwa ajili ya kutoa ripoti kwa mtu mwingine. Haleluya, haleluya! Hapo inaonyesha kwamba hiyo kusema kwamba mtu anakuwa mhudumu eh. mtu ambaye anamtumishi ni kwamba ana kazi ana responsabilite ambazo amepewa na Mungu ambaye anapashwa kuifanya. Haleluya! Sasa neno la pili ni kwamba kusema ya kwamba wakili wa siri za Mungu, sura ya kwanza na ya pili. Nasema ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo sura tumesoma ni kusema ya kwamba hiyo inaonyesha ya kwamba kalite ya kazi ambayo tunamufanyizia Mungu ni kwamba sio mtu yeyote ambaye anatiliwa kufanya kazi, lakini ni watu ambao wameandaliwa kufanya kazi ambayo inahitaji kalite fulani au spesialite fulani ili iweze kufia kwa lengo. Haleluya! Ni kama vile mtu akikuachia ufanye uchunge nyumba yake au uchunge biashara yake, ni lazima umuulize vizuri, unataka hii biashara ikue namna gani, ujue kwamba najua anataka faida, anatoka ni lazima uchue. Vile mtu ambaye akutumwa hataweza kufanya hiyo kazi kuhusu kwa kwamba huyu mutu anayeitwa mwakili lazima unawakilisha moto kwa kazi yake. Ni kazi ambayo unaijua vizuri, na uwe mutu mwenye hiyo kazi unamojua vizuri, na venyewe unataka afanye wewe, unavijua vizuri, na ndiyo sababu hapa inaonyekana kwamba wewe unakamata, uko na mamlaka juu ya kazi ya moto mwingine. Maana yake huyo mtu hayupo uko, mwakili lakini uwezo wa huyo mtu ulibaki nao wewe, ndio sababu watu wanaohitaji kupona kwa Mungu wanakutafuta eh. Watu wako na matatizo tofauti, kama ni ya mapepo, kama ni ya kimwili, wanakutafuta na ni lazima utoe chibu, kwa sababu unaakilisha mwenye mambo yote, mwenye vitu vyote. Uko pamoja, watumishi wa Mungu, Mungu aendelee kuwabariki sana. Haleluya, haleluya, haleluya! hii hapo tunaweza kuangalia kwamba katika mafundisho ya Biblia ukisoma eh, Wakorintho wa kwanza sura yake ya pili mstari wa saba eh, sura yake ya pili mstari wa saba panasema hivi bali twanena hekima ya Mungu katika asili ile, hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliyaz simu tangu milele wa utukufu wetu. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! Soma nani hapa, nasema hivi, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mumoja, maana kama wangelijua, wangelijua wasingelimusurubisha Bwana Bwana wa utukufu amena. Wanaotawala dunia hawajui hiyo, sili sisi ndo tunaibeba. Watu wa Mungu hapa ni kuangalia vizuri, ni mambo haya mawili. Kitu cha kwanza kuitwa mtumishi wa Mungu, ndiyo unatumika, inaonyesha kwamba ni kazi ambayo inaomba mtu anyenyekeye, mtu akuwe mtu wa kwenda polepole mutu, mutu, akwenda, mutu, pole pole, mutu ambaye hasio kujipandikiza na mutu ajue kwamba amekabidhiwa kazi e, ana responsabilite na niaza afanye kazi. Maana yake hapa inaonyesha kwamba ana kazi fulani tua, kazi ana kazi mingi, ambaye anafanyizia mtu mwingine, sio kazi yake. Haleluya na hapa inasema kwamba mawakili sasa. Haleluya, so tunazungumuzia utofauti wa huduma au wa kazi, tuko mawakili Haleluya, kuwa mawakili hapi kwa kwamba hiyo sili hiyo mambo sisi ambayo tunabeba watu wa, wa, wa dunia wa hawajui, kwa sababu mani hawayajui, waongozi wa dunia hawaweze kuyajui na hawayajui kwa sababu waongeyajua, hapa pana naandika hawandiye muuwa bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wasaba unajua kwamba Yesu Christo ni bwana wama bwana. Haleluya, ohh, haleluya, ndiyo sababu ni lazima tuangalie vizuri kwa hii swala ya pili, kuwa mawakili kama tuko mawakili kazi ya Mungu, tunawakilisha vipi siri za Mungu? Siri za Mungu ni mingi, na watu kama wanaingia wanatafuta kanisa, kama watu wanaingia kanisani wanatafuta mtumishi wa Mungu. Kwa sababu Mungu kwa macho haonekani, na wale watu huko nyumbani mwao hawana experience ya kumwona Mungu, wanataka kumuona Mungu kupitia pale kwenye wanakwenda siku hiyo. Ndio sababu sisi lazima tuangalie vizuri wakati tunawakilisha, kama tunaingia kanisa, kama tuko wakilishi wa Mungu aliye hai. Na wakati kanisa, watu wa Kristo wengine wanakuja kanisani, wanatafuta vile vitu, wanatafuta wanavikosa, wanaondoka, kwa sababu hawakukuta mwakilishi wa, wa Mungu, walikuta wamercenary tu, wanapigana tu, lakini wanatafuta mwakilishi. Haleluya, acha tuangalie kidogo kuhusu watumishi walikuwa wanatumika katika kitabu katika kanisa ya Korinto. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza tatu sita a na mstari wa kumi utaona kwamba Paulo alikuwa anatumika katika kanisa ya Korinto na alitumika kama vile kwamba wakati miezi kumi na na nane o, aliweza kutumia kazi hiyo katika kanisa ya Korinto na hapo hapo naweza kuisoma ya kwamba Ee, Matendo ya Mitume kumi na nane kumi na moja na hapo utaweza kuona ya kwamba Paulo alianzisha ile kanisa na akaichunga vizuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Na alifundisha neno la Mungu. Oh, alifundisha neno la Mungu na alikuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu na alifundisha watu wote ambao walikuwa ni wapya wale ambao walijifunza za wokovu aliwafundisha vizuri na akawaacha wakiwa ni watu ambapo walikuwa na nguvu wako wanaendelea. Amena amena. Sasa ukiangalia, kuna mtumishi mwingine ambapo alitumika, aliingia pale hapa, anaitwa Apolo. Ukisoma ile mstari tena wa sita, Wakorinto wa kwanza tatu sita na hapo hapo naona kwamba Apolo alitumika naye najo, Paulo anasema Paulo, mimi nilipanda mbegu na Apolo akafanya nini akamwagia maji haleluya. Na ndio hapo hapo ndio unaangalia ya kwamba Apolo naye alikuwa anatumika. Timotheo naye alitumika pale kati ya kanisa ya Wakorinto, ya kanisa ya Korinto ile, Wakorinto wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na saba akasema kwamba ni mwingine huyo, ni mwingine mtumishi ambaye alitumika, ambaye alijifunza kwa mwalimu mkubwa ambaye alikuwa ni mwalimu Paulo Paulo eh, Timotheo alijifunza kwa mwalimu ko oh, kwa mwalimu wake ambaye alikuwa ni Paulo, aya ya na alimtia kabisa na Paulo, ukiona kwamba alimwacha kweli, akiona ukiona katika kitabu cha Wakuto wa pili kwa katika wa Filipi kwa kwa kwa kwa kwa Tesalonika wa kwanza na wa pili, utaona kwamba Timotheo hakumwacha ame mwingine mtumishi kiona wa wa pili sura ya wa kwanza wa pili sura yake ya 7 mstari wa 14 na yake ya cha wakuru alitumika kule kwa na mwingine alitumika pale. Wakorintho wa pili sura yake ya ya kwanza mstari wa kumi na tisa. Unaona ya kwamba mwingine alitumika pale, alikuwa ni sila sila, naye alitumika pale kati ya kanisa ya Kolinto, na yeye naye alikuwa nabii wa Mungu, wanaota sifiwe. Alikuwa hao wote watumishi walikutumika pale kati ya kanisa ya Kolinto walikuwa ni watumishi ambapo walikuwa na asili za Mungu na kanisa la Mungu. Watu wamokituwa, nataka niseme ni kwamba hapo kuna mambo inayoitwa hudumu tofauti. Wa hudumu huyu Paulo alikuwa na karama zake, Apolo naye alikuwa na karama zingine, Timotheo naye alikuwa na karama zingine, Tito alikuwa na karama zingine, si alikuwa na karama zingine sasa lakini Wakorinto walitaka kujengea kwenye karama za watu, ili waanze kugawanyika kwa wahubiri tu, watumishi walitumika pale, ili waanze kugawanyika kwa wahubiri pale, kugawanyika. Lakini Paulo aliwaandikia yote kwa ajili ya kuwakosoa, baba ambaye ameanzisha kanisa akawakosoa, kwa sababu neno inakuwa pale, mtumishi ni lazima aangalie kazi ambayo anafanya mbele za Mungu. Hatutaenda mbali kwa sababu muda aweze kuturuhusu, lakini neno ni kwamba mtumishi wa Mungu katika huduma ambayo mtu amepewa eh? Katika huduma huduma mhudumu ni kwamba ni mtu aonyeshe anike aonekane akuwa kwamba ni unyenyekevu. Cha pili, akujua kwamba ana responsibility ambayo amepewa na Mungu. Katika kukamilisha kazi ambayo amepewa ni lazima ahakikishe kwamba nimekamilisha kila kitu, kwa sababu ukiangalia Paulo alikuwa na idaya, anasema kabisa sura ya kwanza na mutu atuhesabu hivi kuwa watumishi wa Kristo. Je, watu wote wanatuhesabu kuwa watumishi wa Kristo au tuko watumishi wa tumbo zetu, au tuko watumishi wa, wa chungaji fulani? Watu watuone? Hapana, tuko watumishi wa Kristo. Kwa hiyo watu, tukiwa watumishi wa Kristo watu, wa tutafanya kanisa lifanye vile ambavyo Kristo anataka. Hallelujah. kitu hiyo tuko mawakili wa Kristo. Wakiwa wa siri za Mungu. Mungu ni lazima ukuwe na siri za Mungu. Mimi nakwambia neno hili, kama uombe Mungu, kama utafute uwepo wa Mungu, mimi nakwambia inakuwa vigumu kupata siri za Mungu. Kupata siri za Mungu ni lazima ukuwe pale umeomba Mungu, na uone mahitaji ya kanisa, uene mahitaji ya waamini, na baadaye waamini kina ukutafuta, ukuwe na jibu la kukupa, kwa sababu unachunga Na kwa hii tunasimamia hapa tu, tunasimamia hapa kwa ajili ya kusema kwamba mtumishi wa Mungu ni lazima akuwe mnyenyekevu na awezi kujua kwamba ana responsabilite ambayo amepewa na Mungu, na ni lazima akamilishe kazi ambayo amepewa na Mungu. Amen na naja, ni lazima ajue kwamba ni mwakili wa siri za Mungu. Ni lazima ajue nafasi ambayo anakutaniaga na Mungu ili aweze kupata siri za Mungu na aweze kuhudumia watu vizuri. Mungu awabariki sana, wabariki sana. No, mfano tuliona mfano watumishi wema walitumia pale kati ya kati ya Wakorinto, utaweza kuona kwa kwamba walifanya kazi kubwa. Paulo alifanya kazi ya kwanza kabisa na na Apolo alifanya kazi ya Mungu uweze kukomaa sana. Timotheo alichunga kanisa la Mungu pamoja na huyu Tito na wakina Silas waichunga kanisa na kanisa kaendelea kuzuri kwa sababu hao watu wote walikuwa na siri za Mungu. Mungu, Mungu wabaya, tule, mare, mfano, sisindu, kuwa na siri za Mungu, watumishi wa Mungu, acha tuombe Mungu. Baba yetu ni mahali panapoinuka. Mfano wa jambo la sisi ndio. Tunakushukuru kwa yote ambayo umefanya. Endelea kubariki watumishi wako wote. Tumeitwa ili tuende tukatangaza Injili sehemu zote, ingawa nafasi zote zimefungwa, tunajua kwamba neno lako halijafungwa, kwa maana wewe una njia mingi za kutangaza Injili agape. Baba wako pale wakisubiri kukuona wewe, wakisubiri siku moja tukutanie katika ufalme wa mbingu, tukiwa na wengi ambao tumevuta kwako. Baba tusaidie, tusaidie katika utu wengine, ambao wameshindwa, Baba waongezee nguvu wengine ambao wanaweza kalea, baba wape waweze kufanya. Wengine wameanguka, waamushe. Tunaomba ivo kufanye kazi zako vinavyotaka. Tunaomba Baba, na somo iweze kuibariki kila mtu aweze kupata kitu, ni katika jina la Yesu Bwana Mkozi wetu tunaomba, amen.